Mbali wapendwa, na natumaini wazima na kila mmoja amekuwa kipambana kuweza kurejesha afya yake na kuwa katika sehemu ambayo itakuwa salama zaidi kuweza kuweza kufukuzia ndoto zake au kuweza kufanikia ma, mafanikio ambayo anayo au malengo ambayo amejiwekea. Sasa, tukiwa tunaenda darasa, ikiwa ni darasa la 11 ikiwa naeleza je, mwanamke ambaye anakosa hedhi au mwanamke ambaye hapati hedhi, je, kuna tatizo? Na ili imekuwa na maswali mengi sana na imekuwa na hofu nyingi sana hususan mwanamke mwanamke ambaye ana haya maarifa au anapitia changamoto ya kukosa hedhi na amekuwa na hofu ndani yake je, nataka nikashika ujauzito tena au inakuwaje? Na haya ni mambo ya msingi ambayo mwanamke lazima azingatie na mwanamke kama oyefahamu lazima wenayo makini zaidi. Lakini kwa hiyo kwa mtu wa kawaida au inapa nasemea sasa, upande wa pili mwanamke jinsia ya kiume, ni vitu gani ambavyo huwa vinachangia mwanamke kuweza kukosa hedhi na hivyo utakapovijua ni nafasi ya kuweza kurekebisha kama vinarekebishika na kama haviwezi, basi ujue ni kukosa hedhi kwake sio tatizo, kwa sababu si ni jambo ambalo la kawaida kabisa na, na haupaswi kufanya chochote. Sasa tutazame, je mwanamke na anayekosa hedhi iko na tatizo? Na hili swali, na swali limetokana na darasa lililopita au video ya kumi ambao nimekuwa nikieleza, je hedhi inaendana vipi na uzazi? Wengi yaani wamekuwa wakihusisha hedhi na uzazi ya kitu gani ambacho huwa kinaendelea, lakini unaweza kurejea darasa la kumi au video ya kumi na kuweza kuelewa ni kitu gani ambacho nikizungumza, lakini pointi kubwa ambayo ninazungumza ni kwamba ukiona hedhi ni sehemu ya mzunguko wa uzazi au mwanamke anapokuwa anakuwa na hedhi ni kama vile mfumo wake wa uzazi kwamba uko vizuri, lakini pia mwili unaonyesha kwamba una uwezo wa kushika ujauzito. Mpaka mwanamke ambapo anakuwa na hedhi anaonyesha kwamba ana uwezo wa kushika ujauzito, ndio maana mama anayonyonyesha au mama ambaye mjamzito hawezi kushika mimba nyingine tena. Weo, weo hezi, ambacho, in, ujiozito, salama, Lakin. Kwa hiyo e, mwanamke ambapo anakuwa na hedhi basi ni kipindi ambacho inaonyesha mwili wake kwamba una uwezo wa kushika ujauzito na yuko salama kwa upande wa uzazi, lakini kutokuwepo kwa hedhi inaashiria kwamba hakuna ovulation iliyotokea. Yani maana yake ili wewe uweze kushika ujauzito lazima tuone kila mwezi unaenda hedhi, au miezi iliyopita ni kabla ya kutaka kushika ujauzito umekuwa na hedhi ambayo iko yenye afya na vile vitu vyote vya muhimu ambapo kwa hiyo tunavitazama pale ambapo inahusisha hedhi, basi wewe unakuwa navyo na vipo salama kabisa. Kwa maana yake mwanamke asipoonyesha hedhi ni kipindi ambacho unakosa kwa nacho makini, lakini inaonyesha kwamba wewe hakuna ovulation. Na nikasema kuna kipindi nitafika nitaeleza, na mtu huwa anaenda hedhi, lakini anakuwa hana yai alijarutubishwa, yani yai alijachavushwa. Hapa kwao ni jambo la msingi la kuzingatia, na mwisho kabisa nikasema mwanamke ambaye anakuwa na hedhi ni kuonyesha mfumo wa uzazi kwamba unafanya kazi au maake, mfumo wa uzazi huwa ni afya kabisa. Sasa hilo swali ni kwenye magrupu ambao naendesha kila siku, nikapokea swali, je, mwanamke anayekosa hedhi huwa kuna tatizo? Au wewe pia ambao unajiuliza sasa hivi, je yeah? E, mwanamke anayekosa hedhi, je kuna tatizo? Sasa hilo swali nakuja kukujibu hapa. Si kila mtu anayekosa hedhi kwamba kuna tatizo, hapana. Maake jibu la swali ambao nimeulizwa jibu lake ni hapana, hakuna tatizo, ila kama utahisi una umri ambao ni wa kufikia, yani ni umri ambao ni wa hedhi, maana yani kuanzia miaka tisa mpaka miaka hamsini na tano hichi ni kipindi ambacho mwanamke anapaswa kwenda hedhi, lakini kuanzia miaka arobaini na tano mpaka hamsini na tano ni kipindi ambacho wanawake wengi wamekuwa kupitia na hedhi ambayo inasumbua sumbua, lakini sio kukaa muda mrefu, nikiashiria kwamba mwanamke anafikia kwa mwa hedhi. Kwa jibu lako moja kwa moja au jibu la moja kwa moja ni hapana, hakuna tatizo lolote kama mwanamke atakosa hedhi. Lakini kuna sababu za sa kawaida ambazo huwa zinaweza kupelekea mwanamke akakosa hedhi. Ikiwa sababu ya kwanza ni sababu ya mimba, nisha alisema mwanzoni, katika utangulizi kwamba mwanamke anapokosa hedhi haimaanishi kwamba ni tatizo, kwa sababu inawezekana akawa na ujauzito. Na hii ndo maana wanawake wengi wamekuwa wakipata hofu pale ambapo wanakosa hedhi au wamekuwa wakitilia mashaka mm. Hii hali ni ya kawaida kweli au hali na changamoto, na changamoto gani? nimba nakuwa nafuuliza vizuri, alafu amwii sikupata hedhi, au niende hospitali nikapime, au nione kipimo nipime kwa, kumbe inaonyesha huyu msichana au huyu mwanamke atakuwa na mimba. Kwa maana yake hajapata hedhi. Kwa hiyo ni hali ambayo ni ya kawaida. Usio usipo kosa hedhi ni vizuri ukachukua hatua kwa kwanza, kujitathmini upo katika kipindi gani. Kipindi cha pili au sababu ya pili ya kawaida ambayo inapelekea mwanamke asiwe na hedhi ni kipindi cha kunyonyesha. Lakini tutakuja madarasa maalum kwa kunyonyesha, kwa sababu ni mwanamke ambaye ananyonyesha huwa anakosa hedhi. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, kwa kipindi hichi huwa wanawake wengi huwa wapate hedhi, lakini kuna namna ambavyo unaweza kutumia njia kunyonyesha kama njia mojawapo nzuri za uzazi wa mpango, ambalo sasa hapa sio darasa letu. Lakini kipindi ambacho mama ananyonyesha huwa mara nyingi huwa wapati hedhi, lakini wale ambao watanyonyesha ambao sivyo ndivyo, au kwa kiwango kidogo zaidi wanaweza kupelekea hedhi kurudi mapema zaidi. Hata kama ananyonyesha, basi bado akaendelea kupata hedhi. Lakini mama ambaye atakuwa ananyonyesha mara kwa mara, yeye basi hedhi yake itachelewa kurudi. Kwa kipindi ambacho itachelewa ndio kipindi ambacho itakosa hedhi, na wala usitilie mashaka zaidi. Lakini sababu nyingine ambayo ni ya kawaida ambayo inaweza kupelekea msichana akakosa hedhi ni stresi. Ukiwa na mawazo sana, inategemea sasa. wewe uko katika mazingira gani au umekulia katika mazingira gani au wakati huo unapitia situation gani au, kutokana na mawazo sana kazini au majukumu mama ambayo wanatakiwa kufanya kila siku, amekuelemea na madizo mengine mengi ambayo yanahusiana na afya yako na, na mwili wako, au uwe yani, mambo ambayo yako ndani ya uwezo wako unatakiwa kuyafanya, umeshindwa kuyafanya, au umepokea taarifa mbaya, mwanamke akapata stress, basi inaweza kupelekea mwanamke akakosa hedhi. Lakini mabadiliko ya hormone, inategemea na mtindo wa maisha au mazingira ambayo ameweza kukufanya wewe kubadilika hormone Mwisho wa siku mwanamke anakosa hedhi. Ukomo wa hedhi kwa huyu mwanamke sasa, ambaye asifikisha miaka hamsini na tano ana hatari kubwa au yuko katika kiwango ambacho hawezi kutoa hedhi tena. Kwa hiyo hii sio sababu ya kuweza kufuatilia au kwenda kwa daktari na kuhakikisha kwamba salama zaidi. Kikubwa ni kukosa hedhi muda mrefu, inahitajika msaada wa karibu zaidi kwa kumwona daktari na kuweza kusaidia kabisa ili kurejesha mfumo wako uzazi huwa sehemu salama zaidi. Kwa so, hapa ambapo nimesema kuonyesha mfumo wa uzazi unafanya kazi ni kuonyesha kwamba hedhi yako inatoka vizuri. Lakini kama utakuwa na hizi sababu au utakuwa na hizi hizi pointi hapa, nikiashiria kwamba wewe hauhitaji sana kutafuta msaada, ikiwemo baba huyu ambaye atakuwa na mawazo, kwa sababu mwisho wa siku tunahitaji afya ya akili na afya ya mwili kutegemeana. Kitakachoonekana katika akili ndicho ambacho kitakachoonekana katika mwili yaani mwili una presenti kile ambacho mtu anakifikiria. Ni ni vizuri ukatafuta msaada na kuweza kuhakikisha unakuwa salama wakati wote. Asante kwa kuenda kufuatilia darasa haya. Ikiwa ni series ya video mia moja ikiwa ni zawadi kwenu wale wote ambao mnafuatilia mitandao ya kijamii, ni zawadi ya happy birthday ambayo nimezaliwa na video hizi mia moja nimezitoa kwa wakati mmoja au nimezitoa tarehe 28 mwezi wa 12 2025. Ni kama zawadi kwenu wale wote ambao mnafuatilia mitandao ya kijamii. Na wote wafanyakazi ambao mnafanya kazi na mimi. Katika hospitali ya Rufaa ya Tosamaganga, karibu tukuhudumie, tukupe huduma ambayo iko bora ya afya, kwa sababu tuna vitengo mbalimbali ambavyo ni vya kiwango vya juu kabisa. Tuna kitengo cha dialysis, tuna kitengo cha serimundu, tuna kitengo cha magonjwa ya upasuaji na magonjwa ya ndani, lakini pia mionzi ambao unaweza kufanya kazi au unaweza kuhudumiwa kwa kiwango kikubwa zaidi na kuweza kupata huduma ambayo iko bora kabisa karibu mkoani Iringa karibu Tosamaganga, Iringa. Karibu Ipamba. Asanteni na napaka wakati mwingine. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya na kuwa sehemu ya kuwa sehemu ya watu ambao watakuwa na afya ambayo iko njema kabisa. Afya ya uzazi, afya ya mama ni jukumu la taifa, kwa kila mmoja kuweza kupambania. Asanteni na napaka wakati mwingine.